Sasa tuko na, na afya njema upande uh, wa benchi tactical na upande wa wachezaji, tunashukuru kila mmoja yuko vizuri na yupo tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi Dar es Salaam Yanga Africa uh, awali yoyote tunajua tunaenda kukutana na timu aina gani? Yes, tunajua ni giant, we respect Yanga na tunajua ni timu kubwa sio Tanzania tu, katika bara letu la Afrika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 lakini ndio swala ambalo sasa hivi tuna dili nalo sana, hata walimu wana dili nalo sana, kujua nini ambacho kinataka tufanye ili tuweze kupata kuscore. Nafasi tunatengeneza lakini hatupati nafasi ya kugeuza ilo goli. Lakini yote yayote, tunaenda kucheza mchezo wa kesho, sisi tunahitaji matokeo. Kwa hiyo katika nafasi ambazo tunazopata, Mwenyezi Mungu akijalia, kama ikiwa ipo pande wetu, basi game ndio ile, kwa hiyo kila mchezaji anatamani kwa katika mchezo huu. Na nataka kufanya vizuri ndani ya mchezo mkubwa kwa sababu anajua kuna vitu vingi vinaweza kutokea kwa yeye na kwa timu pia. Ah, kwa mashabiki, kuna watu ambao wanakuja kutupa support kila tukicheza, tunaomba waweze kuja kwa wingi na wale ambao wapo hapa Dar es Salaam, naomba wajitokeze pia ili kutuongeza nguvu katika mchezo wetu wa kesho ili kuhakikisha tuenze pata alama kwenye mchezo wa kesho.